Huyu ndiye Mwigulu Lameki Nchemba ambaye ameteuliwa na rais Daktari Samia Suluhu Hassan kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, awamu ya sita. Mwigulu Lameki Nchemba, ikumbuke kwamba ndiye alikuwa waziri wa fedha wa nchi ya Tanzania na hivi karibuni. Bila kusahau amekuwa na kauli tata kadhaa akiwa waziri wa fedha, hasa nyakati zile za miamala kuongezwa uh, tozo uh. Ikumbukwe aliwahi kunukuliwa kwamba ambaye hataki hizo tozo ahamie nchi ya Burundi ama nchi jirani, na anakumbukwa katika mambo mengi, lakini pia amewahi kuwa ndani ya Chama cha Mapinduzi kama kiongozi uh, wa chama hicho ngazi ya taifa hasa nyakati zile za heka heka za siasa za demokrasia katika nchi ya Tanzania, kabla ya uwepo wa siasa kama hizi zinazoendelea kwa sasa, na alikuwa na viongozi kadhaa ndani ya chama hicho. Na sio hivyo tu, pia amewahi kuchukua fomu ya kuwania nafasi ya uraisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lakini ya kufanikiwa kwa nyuma sasa ndiye waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Leo tarehe kumi na tatu mwezi wa kumi na moja mwaka elfu mbili na ishirini na tano ametangazwa rasmi katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Zungu ametangaza jina la Mwigulu Nchemba katika bunge hilo la awamu ya sita ama bunge la kumi na tatu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na mambo yalikuwa hivi. Mara baada ya kiapo cha uaminifu kwa mbunge, spika atapokea hati ya uteuzi wa waziri mkuu kutoka kwa rais. Baadaye spika atajulisha bunge juu ya kupokea hati ya rais kuhusu uteuzi wa waziri mkuu ili athibitishwe na bunge. Spika atafungua bahasha yenye hati hiyo mbele ya bunge na kusoma mbele ya bunge jina lililopendekezwa na rais na kutaka bunge kutekeleza wajibu wake kwa mujibu wa ibara 51 bandogo ya pili ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waheshimiwa, waheshimiwa, tuna zoezi zito sana, naomba mtulie. Spika anaweza kusitisha shughuli za bunge ili kutoa nafasi kwa mwanasheria mkuu wa serikali kuandaa azimio na kumthibitisha waziri mkuu na katibu wa bunge kuandaa karatasi za kura. Baada ya bunge kurejea, spika atamwita mheshimiwa mkuu wa serikali ili atoe hoja kwa kuwasilisha azimio na kumthibitisha wa waziri mkuu mteule kwa mujibu wa ibara 52 ibara ndogo ya pili ya katiba. Katika maelezo yake anaweza kue, kue, kue, kue, kuelezea mamlaka na wajibu wa waziri mkuu kama ilivyoainishwa kwenye ibara 52 ibara ndogo ya kwanza pili na tatu ya katiba. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa bunge, leo hatutengui hatutengui kanuni za bunge, sababu yanaeleta hati hiyo ni mwanajeshi ni na ni askari, na wao wanafursa kuingia ndani kwa mujibu wa kanuni zetu.